Baba baba alikufa msalabani kwa ajili yangu hili yoko ni yokolewee changamoto nilizopitia hakuniacha kamwe yeye, matatizo ya moyo oo aliyomaliza yeyeyeye ye. Baba Baba alikufa msalabani kwa ajili yangu yanguu yoko ni yokolewee changamoto nilizopitia hakuniacha kamwe yeye matatizo ya moyo wowo aliyamaliza, huyu Yesu ni mwe ni mwema. Yesu ni mwema ni mwema ametenda mema, ni mwema, Yesu ni mwema ametenda me. maisha maishani wangu ye. huyu Yesu ni mwema yelelele vifungo vya maisha yangu vilifunguliwa, wowo kwa mateso wo ya musalaba e wakuvuliwa nguo kemo mate pale goligodae iliyeyeye nimewekwa huru. Yote alikuisha yote alikuisha yeyye alimaliza yote kwa kupigwa kwake sisi tumepona kwa kupigwa kwake, tumewekwa huru kwa kupigwa kwake, tumekombolewa kwa damu ya dhama. Kwa kupigwa kwake sisi tuko huru, kwa kupigwa kwake sisi tuko huru, kwa kupigwa kwake tumewekwa huru na mmoja na Baba wa milewewewewe